Bwana huyu jamani, nimemleta, ana miezi sita ananichenga, ninamdai pesa yangu, kupiga kani sikubali. Mambo ya mwanamume siku na moja, wengine wengine wakina nani na wakoje, wako vipi na mimi niko. kwa muda huu ambao mmekuja mmechelewa, maana hata serikali, mahakama za serikali muda huu wamefunga, watu wanaondoka. Sawa, kwa muda huu lazima tuende wengine monaaidi hey. Maneno yangu sio shakwambiaje. Halafu kwanza nikija kukuta maeneo haya yamevunjwa, sawa, ni nyinyi mtakuwepo kwenye kundi la wahalifu kwa sababu mko hapa kinyume cha taratibu na sheria.